Nam wapendwa watazamaji wetu wa swahili Voice, mbele yangu ni naye Bwana Khamis Mohamed Kizoro, mtaalamu wa mambo ya sanaa na msimamizi wa shughuli nyingi za mila na utamaduni wa mswahili visiwani Zanzibar. Bwana Khamis Mohamed, karibu sana Swahili Voice. Ndio, uh, asante na shukuru Bwana Bond, na nimefurahi sana kupata muda na sauti za kiswahili za za Uingereza Voice, uh, Swahili Voice, ha, sana, sana kwa majibu mazuri na eh, hebu tueleze kwa faida ya wasikilizaji eh, ni kwa kiasi gani tamasha hili la urithi mwaka huu eh, limefanikiwa. unazungumziaje mafanikio ya tamasha la mwaka huu la urithi? Tumelipatia jina hili kwa uh, kwa kazi ambazo DCMA inazifanya kama uh, chuo cha, cha taaluma ya mziki na uhifadhi wa kazi za za mziki na utamaduni wa Mswahili asili. Uh, hatu, hatuangalii tu labda tara au nini, lakini kitu kikubwa tarabu ndio kitu uh, chetu cha kujivunia katika ubora wake, na ndio ambayo inawakilisha Zanzibar kama mziki wa, wa utaalamu ambayo imechimbuko lake ni hapa hapa Zanzibar. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwa tuweze kutunza hicho kitu, na ndio maana tukaita Urithi, kwa sababu e, ina zaidi ya karne moja na karibu karne moja na nusu sasa tangu ilipoasisiwa uh, mziki wa tara, na tunauendeleza kwa kuhifadhi, kusomesha, kutunza, lakini pia na kuburudisha. Tunaamini kama uh, tamasha hili lina linakidhi vi, vi, vitu vingi sana ikiwemo ikiwemo healing. Yani watu kupata angalau e, nyoyo zao zianze kukonga, wenye stress unaweza nini, lakini azma ni kujisikia na kujiburudisha sisi wenyewe lakini kuwaonyesha watu kama tuna jambo kubwa sana ambalo tunapaswa tulitunze na tulirithishe kwa watu wetu wote. kwahiyo hiyo ndio maana haswa ya tamasha la urithi wa Zanzibar, lakini limetokana, sisi tulipatia tarehe maalum e, baada ya kuwa tumelianzisha tukaona ipo, ipo maana ya kuwa kila wakati wa mwisho wa muhula wa masomo wa mwaka tuweze kufanya tamasha ili wanafunzi wetu, walimu, na wale wote ambao kwa chuo hususan katika hii tasnia waweze kuonyesha kile ambacho walikipitia kwa mwaka mzima na kukisoma. Kwa kweli, hii ndio ilikuwa azma na sababu ya kuanzisha hili tamasha la, la urithi na, na tulichagua mahali maalum. E, kulifanya pale Forodhani katika eneo la wazi open space, katika gardini yetu, kwa sababu hata kile ki, ile stage au kile kizimba tunachotumia katika nini kilikuwa kinaitwa band stage wakati huo wa utawala wa Sultani, ilikuwa zina pe, kile kiliwekwa kwa ajili ya kufanya band, e, kuburudisha katika open space a inafanya bendi pale, na ndio kiko chanzisho kwao, na sisi tukaona tuitumie turisi ile stage, lakini kwa kuweza kujinafas kufanya kitu ambacho cha asili ya pale pahali penyewe, na kama tumeparisi vilevile, ambacho wakati huo wa utawala wa sultani ilikuwa zina kile kiliekwa kwa ajili ya kufanya bendi e, kuburudisha katika open space katika gadini yetu kwa sababu hata kile ki ile stage au kile kizimba tunachotumia katika nini kilikuwa kinaitwa uh, band stage ambacho wakati huo wa utawala wa sultani ilikuwa kile kiliwekwa kili kwa ajili ya kufanya band, eh, kuburudisha katika open space a, kwa inafanya kwa bendi pale na ndio transition. Kwa hiyo na sisi tukaona itumie turithi ile stage, lakini kwa kuweza kujinafas kufanya kitu ambacho cha asili ya pale pahali penyewe na kama tumeparizi na, eh, hebu tueleze kwa faida ya wasikilizaji eh, ni kwa kiasi gani tamasha hili la Urithi mwaka huu eh, limefanikiwa? Unazungumziaje mafanikio ya eh, tamasha la mwaka huu la Urithi uh, kwa upande wangu kuwa sio mwaka huu tu, kila mara tunapolifanya tunaona kwa uh, wa audience, au tuite washiriki, wageni wanaokuja, wanakuja kuungana na sisi kufurahia sana, na huwa nalikosa kabisa kwa sababu so, linakuwa linafanyika mwaka mara moja, na likiwa linafanya kazi zao wenyewe au urithi wao wa zile shughuli zao, kwa kweli nina, nimefana sana lakini sio tu kama limefana tu mwaka huu, ile tu ni mwendelezo wa kazi nzuri ambazo DCMA imezifanya na kuwaletea wahusika ambao watu binafsi, watu raia, vijana, watoto, wazee, wanashiriki kushuhudia na wengine kujikumbushia kile kitu ambacho kimekuwepo. Nadhani kwa wewe utakuwa shahidi, uh, Swahili Voice itakuwa shahidi kwa sababu mara nyingi huwa tunafanya vitu kama hivi, lakini tunapokwenda kuizungumzia tamasha la urithi linakuwa lina wenyewe. Sisi ni wa, watendaji tu wa shughuli, lakini wenyewe ndio wale ambao mumewashuhudia nyenyeno wapokuwepo pale. Kwa hiyo kwa kweli limefana na linaendelea kufana mara kwa mara, limepokewa no. na, na, watu wetu ambao ni waswahili wa Zanzibar zaidi wageni mm. sawa lakini sisi tunalifanyia zaidi watu wetu ili wafaidi wa na wao ule urithi wao wa jambo letu. Nafikiri uliona kuna, kuna beni, kuna msewe no, no. Kuna watu wanaita siku hizi jz wanaitaje, vijana wamekuja na, na, na, na, na vitu vyao ambavyo kwa kupitia masomo wameweza kutengeneza vitu vyao wenyewe, na pia kuonyesha tu kama wamerithi ufundi. Sio tu lazima kurithi kile kitu ambacho kilitumika wakati huo ambacho sasa kinakuwa kinakopiwa. Tunaonyesha tu kama tuna hata vile vitu vipya, kwa sababu itafika timu nyingine, na navyo vitarithiwa kwa watu wengine, itakuwa na zama zao. Asante sana Bwana Khamis Mohamed kwa kuzungumza nasi hapa Swahili Voice. Nakushukuru na nafurahi sana kuwa na nyinyi Swahili Voice, najua ni chombo chetu na Mungu akibariki sana. Tumefurahi sana kusikia. Asante sana mkuu.